ingiza kwenye matatizo alafu, labda ukija kukosa kazi utaishije? Wakati wanaume wengine wanafunga ndoa, mimi. Mungu alinipa mke. Unamtetea Mr. Richard kwa sababu ni mfadhili wa kanisa lako. Uwe mtoto, nilijiandaa vizuri kwa siku kama ya leo ili ushuhudie kwa macho yako navomuua mtoto wako kwa mikono yangu. Kojak, naamini Jessica amepata taarifa juu ya ndoa yenu. Sidhani baba, hawajamwambia. Namjua vizuri Jes, hata kubali kirahisi, lakini pia angeshapiga simu sasa hivi akawa nalalamika. Kojak, Mstakabali wa Richard kisiasa uko mikononi mwangu, mimi ndo nilimwachia jimbo hili wakati ukiwa bado mdogo. Hivyo mstakabali wa ndoa yako wewe na Jessica ni tiketi muhimu sana ya kulirudisha hili jimbo mikononi mwetu, na kama Jessica kikataa ndoa, tunapaswa kuwa na mpango wa pili, mwana wa mfalme. Unamwafia Jessica kiasi hicho, atake asitake, atakuwa mke wako. Amini maneno yangu, nilimuumiza sana kipindi tuko wapenzi. Najua ni nini ambacho kinatokea safari hii, lakini wacha jua, naimani na nguvu yako mwanangu, kuwa na amani na kuhakikishia Kojak, utamrudisha Jesika mikononi mwako. Na baada ya miaka mitano mm, miaka mitano wewe utakuwa ni mbunge wa jimbo hili. Amini nayokuambia leo, utaitwa Mheshimiwa Kojak Kiwelu, mbunge wa jimbo. Mambo vipi bro? Safi kwema bana, ile beat yetu ya juzi umeimaliza? Yeah, beat iko fresh no. Vipi? Wewe uko sawa? Tunzetu

majibu Ona, nikiwekeza upendo nalipwa ubaya, najiuliza, sipati sababu kwa nini kila siku yanakuwa kwangu, kwanini?

Amelala. Hunaonaje? Unajua kiasi gani nimekubali na lasa kiranja wa nidhamu kwenye nyumba sikia mimi na mama sio wabaya akili yako inakutaka kuonekana bora kwa mzee ndio ukufanya utolis sio wabaya mimi na mapungufu yangu lakini acha kumchafua bi mkubwa kwa mzee huyo amekubeba ile tumboni miezi tisa na amekuzaa lakini mimi niliendelea na kunitunza na kunisamini wakati ambao sikuwa na mama na uhitaji ya mama Anaweza kuwa na samani kwako lakini kwangu ni mtu muhimu. Sasa unaongea nini? Jana wakati unampa dawa mshua nimesikia kila kitu ulichozungumza. Mama Jessica. Vipi? Hali ya kukosa usingizi chumbani imerudi tena? Usijali nitakuwa sawa. Jana usiku nilikuona umekaa sana hapa na Jessica. Ulifanyikiwa kuzungumza naye? Sikufanikiwa kuzungumza naye. Nilipitiwa na usingizi. Mke wangu, Jessica anapaswa kujua kuhusu hii ndoa. Mzee Kiweru hawezi kukusubiri. Kutusubiri huh? Dad, ndoa gani? Na Mzee Kiweru amefanya nini? Bell, si ndio? <laughs> Wow. Mpaka jina langu umeshalijua, si ndio? And anyway mi nilikuja hapa kuongea na Fred na kuhusiana na wewe. Sio, umeelewa? Yaani ni kuhusu wewe, u mguu huu ni mina, wa kwako mina wa kuitwa Mushka. Ya, ni aje Fredi fresh, mamushka? Naona leo umeamua kunletea cute belly katika himaya yangu. Uh, tumekuja kuongea na wewe kuhusu Simon na <laughs> kwa bahati nzuri tumemkuta, nadhani hakuna shida, au unasemaje? uh -huh. Naona hadi jina langu ushamwambia Tuanze na wewe Simon, tofauti na yale yote ulioyasikiza kule makaburini, mengine yapi umeyasikia kuhusu mimi? Ah. Ah, ah, ah, nini nini nini, muone kwanza samani samani sana. Ssh, tena ah, lakini ninachokijua kuhusu wewe ni kwamba wewe ni msichana mwenye roho ngumu sana kwa nje lakini nafsi yako ndani yako na ndiyo uhalisia wako wewe, ni mwanamke mwenye unyenyekevu na utu sana, hilo <mimitra> ndo <naburi, mimitra> <jua kuswaya. mimitra> Dad, Mom, ulimwengu saizi ni ulimwengu wa utandawazi na usawa wanawaki, unawezaje kunichagulia mwanaume wa kunioa? Sweetheart, familia ya Mzee Kiwelu sio watubaki ni marafiki zetu, hmm? Isitoshe wewe na Kojak mmekuwa pamoja tangu primary school, shida iko wapi? Mke wangu, yes, Mwanangu, Kojak ndio kijana pekee ambaye uliwahi kumtambulisha kwetu kama boyfriend wako. Hatujui kilichotokea nini mpaka mkaachana, lakini fact ya kwamba mliwahi kuwa pamoja ndio imetupa sisi confidence ya kuweza kuamini kwamba hakuna mtu sahihi zaidi yake kwako. But mama, dad, you guys, you supposed to ask me. Niliachana naye, hamjui hata alinifanya nini. Mama unanijua vizuri, mi siwezi kuwaletea mtu nikawatambulisha ambaye sina mapenzi naye ya dhati. Mlipaswa basi hata mjiulize wenyewe Nime, after two weeks, nimeeta after tukajitaidi Just... basi kunifikiria. Jessica, haya ni maamuzi ya familia yameshafanyika. Utaolewa na Kojak. But why, mom? Listen, my sweetheart. Hakuna kitakachobadilika wewe, kaa tafakari. Ni wapi mapenzi yenu yaliishia, alafu anzia hapo hapo kumpenda tena. <laughs> so you guys amjeni panafasi au kusema lolote au kuchagua, ilikuwa ni taarifa, tumini pokee. but why Sweetheart, listen. <coughs> Familia imeshaamua imebaki hivyo. <coughs>

unaivo mwanangu, toi una tatizo. Mbona unajitesa hivo mwanangu? Baba, niambie, niambie kwamba hautanikataza kukuta sigari akunyaange nyumbani kwako, niambie basi hmm? Mwanangu, we amka hmm? Nitukaoge, ujiweke sawa. Mimi naenda jikoni nikakuandalia supu, au ungependa kingine chochote cha kula. Acha kujifanya baba bora, acha hey. Simtumishi wa Mungu jali sana kuhusu kanisa na jina lako kubwa kubwa sana. Endelea kunilaumu na kuniona mimi mtoto mbaya ambaye si fai, navuta banki sigara na kunywa pombe, sistahili hata kidogo kwa mtoto wako sababu siwezi kupita njia zako, siwezi siwezi siwezi. wewe si <laughs> baba, endelea kunilaumu kama unavyonilaumu, bila hata kujali siasa, hata kidogo. Baba, hata kidogo ujali. Sasa ujali kweli, wewe baba, kweli ujali akiwa amevalishwa wale mashuka ya hospitali akipelekwa <laughs> mauswanianu, alafu eim, naomba tu nikuambie, sijali unawaza nini au unajua nini kunihusu mimi. Mimi hiyo hainihusu, sijui umenielewa hainihusu ah. Kwa nini umenitafuta? unataka nini? Nilikuwa oh. Nataka okay, tu nikuambie kitu kimoja, kama nikisikia au nikiona kitu chochote